Zaidi ya wakenya mia na themanini wametuzwa kama mashujaa kwenye sherehe za mwaka huu. Miongoni mwa waliotuzwa ni wachezaji wa Harambee Stars, wasanii waliotia fora kwa miziki yao pamoja na wajasiriamali. Hapa runinga ya Citizen, mwana mwanahabari mwenza Mwanahamisi Hamadi pia ametuzwa kwa kuangazia maswala ya wanawake kupitia kipindi chake cha mwanamke bomba. Weli Lusige anatuarifu zaidi 20, 20. Siku ya Mashujaa huadhimishwa kila mwaka kuwatambua waliotoa wa mchango wao katika ukombozi na maendeleo ya taifa pamoja na wale wanaoendelea kukuza mstakabali wa Kenya ya leo. Kwenye maadhimisho ya mashujaa ya mwaka huu yaliofanyika katika uwanja wa Idhokwe, kaunti ya Kitui, takriban wakenya 180 wametuzwa na Rais William Ruto kwa huduma zao za kipekee katika vikundi kumi na vinne ikiwemo uhuru, ujasiriamali, utamaduni, michezo, haki za binadamu wa mazingira na amani. The next award goes to... mwanahabari wa runinga ya Citizen Mwanahamisi Hamadi ametambuliwa kwa kipindi chake cha mwanamke bomba kinachowapa jukwaa wanawake wabunifu, viongozi na wajasiriamali na kwa uadilifu wake katika kuendeleza uwezeshaji wa wanawake nchini. Kila Jumanne mimi husema leo namvisha taji mtu fulani, leo namvisha taji, lakini leo kwa uwezo wa Mungu kwamba na mimi niko hapa navishwa taji kama mwanamke bomba. His Chini ya kipengee cha sanaa na utamaduni, Kenya imetambua na mapinduzi waliochangia sanaa na fasihi ya taifa. Profesa Ngugi wa Thiong'o, mwandishi mashuhuri zaidi nchini, ametuzwa baada ya kifo chake kwa mchango mkubwa uliotambulisha fasihi ya Kenya duniani. Wengine waliotambuliwa ni mtayarishaji wa muziki Clement Rapudo almaarufu Clemo, msanii wa rapu Jua Kali na gwiji wa benga Daniel Owino Misiani katika michezo, nahodha wa Harambee Stars Omar Abud Khamis aliongoza timu kufika robo fainali ya CHAN mwaka elfu mbili ishirini na nne. Aliongoza wachezaji wanne waliotambuliwa kwa mafanikio yao: Wesley Ogamra Bok aliibuka mfungaji bora wa Kenya, Brian Omondi akituzwa kwa uhodari wake golini, huku Alfa Onyango akipata tuzo kutokana na uwezo wake katikati ya uwanja. Nikodemas Kimathi Musau, meneja na mchambuzi wa data wa timu, ametambuliwa kwa kutumia teknologi teknolojia na sayansi ya michezo kuboresha utendaji wa Stars. Gavana wa Mombasa Abdul Swamad Nasir ametambuliwa chini ya kipengee cha uongozi na utawala bora kwa uongozi wake wa mageuzi na uwazi katika utawala wa kaunti. Your excellencies Lilian Ngala ametuzwa chini ya kipengee cha ukarimu kwa kusaidia wajane, yatima na vijana wasio na ajira ikiwemo kujenga nyumba kwa wajane katika kitengo cha haki za binadamu. Harriet Igonga Chigai ametambuliwa kwa juhudi zake katika kusukuma usawa wa kijinsia na mageuzi ya kisheria Kevin Sido ametambuliwa katika kitengo cha amani kwa kutumia vyombo vya habari kukuza mijadala kuhusu utawala bora, uwajibikaji na maendeleo jumuishi. Tobias Ouma Alando, mkurugenzi mkuu wa shirikisho la watengenezaji bidhaa Kenya Kam, ametambuliwa kwa ametambuliwa kwa ubunifu na uongozi wake katika kukuza sekta ya viwanda na ujasiriamali nchini, huku Fatma Elmaawi Nei akitambuliwa kwa uongozi wake katika kukuza biashara zenye maadili bila ufisadi when you walotambuliwa mwaka huu walichaguliwa kupitia mchakato wa kitaifa wa uteuzi uliongozwa na baraza la mashujaa wa taifa kwa ushirikiano na wizara ya usalama wa ndani. Majina yalipendekezwa kutoka serikali za kaunti, mashirika ya umma, asasi za kiraia na wananchi, kila mmoja akikaguliwa kwa misingi uadilifu na mchango wake kwa maendeleo, umoja na urithi wa taifa. Wili Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi. Our very own mwana Hamisi Hamadi pia naye ni mojawapo ya wale wa Kenya waliweza kupata tuzo hilo. Kongole.